Eh, s ambao nawaja na, na hata wewe pia ndugu, kini kingine napenda ubinadamu, sipendi vitu vya hasara kwa hivyo kibomolia kitu kama hii mimi naona tu ni raha kwangu. hai ya poromekia, ikitu ni ya miaka mingi, ikitu ni shimo refu, imekaa miaka mingi sana. na shimo yatumika a nyumba moja natumika na nyumba saba. hizo ni masaba, hizo hiyo ni maali hapamani mimi mwenyewe nikiwa nakuja spend pesa yangu hapa, haina shida, na uko nyuma kuzwa fruit hapo mahali walikuwa sawa, nikenda kula fruit, pengine napenda hata mheshimiwa akisikia sahihi, ajue kama cherry the boy anaongea mtambo mzuri.